Hello, ni Dani movie review again. Leo tunamwangazia binti Moana ambaye alijikuta kwenye matatizo makubwa sana akiwa anaendeleza kile ambacho bibi yake alimwasia au alimwusia kuhusiana na kisiwa kilichokauka kutokana na laana. Mzigo unaanzia katika kisiwa fulani hivi ambacho alitokea bibi aliyesimulia hadithi juu ya kisiwa cha laana kwa wajukuu zake. Bibi anasema kisiwa kilikuwa kila kitu kwao. Siku moja kiongozi wa kisiwa Difidi aliamua kutoa zawadi kwa urutubishaji kwa viumbe vyote vile katika kisiwa chake, lakini maadui zake hawakupenda kabisa, hivyo wao walipanga njama ya kumwangamiza. Siku moja kijana Lawi aliingiwa na tamaa, hivyo akaenda kuuchomoa ule moyo kwa Difidi na kuondoka nao. Tukio lile lilisababisha madhara makubwa sana kwa kisiwa kile, na Lawi alipojaribu kuondoka alijikuta na dhoofishwa vibaya mno. Panga la maajabu dalawi na moyo wa defidi vyote vikaangamizwa majini na kuacha kisiwa kikiwa kikavu mno, hali iliyopelekea maafa makubwa sana hata kwa visiwa vinginevyo. Kwa hivyo wanakijiji waliamini ipo siku watatokea shujaa na kuokoa. Simulizi ile ilifanya binti mdogo Moana kuwa na chachu ya kuitamani sana bahari. Siku moja akiwa anacheza baharini, bahari inajigawa na, na kucheza naye kisha ikampatia moyo. Moana kwa bahati mbaya alishindwa kuhimili. Wakati huo baba yake anamtafuta, anakuja na anaku kumkuta ufukweni. Baba yake ni kiongozi wa kijiji, hivyo alitamani binti yake akuwe kama kiongozi. Kila siku Moana alijaribu kuiendea bahari, lakini baba yake alizuia kabisa. Aliamini binti yake ataishia kuumia tu. Kama kiongozi ajaye, alipaswa kujitoa kwa ajili ya watu wake. Hayo ndiyo alikuwa maono ya baba yake kwa Moana. Siku moja alimwona bibi yake akicheza karibu na bahari, akaungana naye na kuendelea kupewa maelekezo. Anakuja baba na kuondoka na binti yake ili kumfundisha majukumu yake kama kiongozi. Jioni moja Moana anapata taarifa kuwa samaki wameisha majini, hivyo akatamani kufanya kila kitu kwa ajili ya himaya yake. Baba yake alikasirika sana, sababu aliona Moana anamdharau. Baba alimsihi Moana arudi tena, kwa hasira mno Mwana akiwa na chuki moyoni mwake na hasira, anakuja mama yake na kumwelezea kuwa baba yake yuko sawa na anamlinda dhidi ya watu waovu, sababu hata yeye pia bahari ilimpotezea rafiki yake. mwana akaelewa na haraka sana akaelekea bahari ili kumwaminisha baba yake lakini kwa bahati mbaya anajikuta anapata itilafu na kujikuta anakubaliana na baba yake akiwa ameumia. Bibi yake anamkuta na kumwambia atamfishia siri yake, kisha akampeleka sehemu fulani hivi na kumpatia siri nzito mno kuhusiana na kisiwa kile cha ajabu na mambo yote ya ajabu yanaweza kufanyika ndani ya kisiwa kile, kisha akampatia ule moyo na kumwambia alikuwepo siku ambayo bahari ilimkabidhi Moana moyo ule na alijificha, ili mradi tu baba yake asije kumuona, na kwa kuwa yeye ndo amechaguliwa na bahari, basi itabidi afanye kile ambacho kina kiwa ili kukiokewa kisiwa hicho cha ajabu. Moana akawa na hofu na nafsi yake, maana alishindwa yeye tu kujiokoa na kujitetea. Moana anapata wazo la kumwelezea baba yake kuhusu moyo wa kisiwa, lakini baba hakutaka kabisa kuelewa, akautupa moyo ule mbali kweli kweli. Wakiwa pale, wanapata habari kuwa bibi anaumwa na haraka wanafika alipo bibi. Kabla hajafariki aliomba Moana akamilishe kile alichokianza, alimwelekeza kuwa Fishman atamsaidia katika jambo hilo. Moana anatoka akiwa. Njiani anakutana na majanga makubwa sana na mwishowe anajikuta akafika kisiwani kwa Lawi. Lawi alishangazwa sana na ujio wa Moana, japo Moana alijielezea, ila Lawi alikataa kabisa kuamini, akajaribu kumlaghai Moana na kumfungia selo, lakini Moana anafanikiwa kutoka na kupiga kasia baharini. Tena maji yalimsaidia kumfikisha alipokuwa Lawi. Moana aliendelea kumhamasisha Lawi akubali kumsaidia, lakini ilikuwa ngumu sana, maana tayari maadui walikuwa karibu kuuiba moyo wa difidi Waliiba moyo na kukimbia nao. Moana hakuacha, bali aliwafata walipo na kuwaadhibu vikali, kisha akapata moyo ule. Karudi kwa Lawi japo kwa mashaka, ila alikubali kumsaidia. Lawi mwili wake ulielezea mambo tofauti tofauti kupitia tatuu zake, yaani kila kitu alichokichora kilielezea taswira ya kitu fulani. Baada ya mambo mengi ya kufanyika, wanafika katika kisiwa hiko cha laana. Lawi anazama ndani akiamini Moana hatoweza kuruka, lakini Moana anafanikiwa kuonyesha ujasiri wake na kuzama ndani. Wamefika katika dunia nyingine na wanyama wa ajabu mno huko baharini. Huko Lawi akiwa challenge wanyama wengine, Moana na Lawi wanafanikiwa kutoka ufukweni na Lawi akajigeuza samaki na kumshukuru sana Moana kwa kitu alichokifanya. Kisha Moana anamsaidia Lawi kurudi katika umbo lake la kawaida ili kuingia kazini sasa. Na baadaye, Lawi akaelezea historia yake kwa Moana na alipogundua alijua huzuni ya Lawi ni familia yake. Wamekaribia kisiwani, Lawi kageuka ndege na kuruka mbali kumwelekea Difidi, lakini kabla hata hajamfikia anajikuta anaangushwa anakaribia tena lakini akaishia kuharibiwa na upanga wake. Kitendo kile kilifanya Lawi ya kuteza uaminifu kwa Moana na kuondoka zake. Moana alipojiona yuko peke yake akaomba arudishe ule moyo kwa bahari na aichague bahari mtu mwingine, yani yeye akakataa tena kwa shujaa, wakati anaona mambo hayaendi na haaminiki. Akiwa pale anatokewa na marehemu bibi yake na kumfariji akimsihi kamwe asikate tamaa na mana, anaweza kufanya hivyo. Moana alimkumbatia bibi yake kwa ujasiri na kujipanga upya. Moana kwa ushujaa akainuka na kusema sasa naenda kupambana na, na akajipanga upya ili kuvuka kila kikwazo kilichokuwa mbele yake hadi kufika kisiwani. Difidi anajaribu kumzuia lakini Moana alivuka vikwazo vyote na mwishowe akampata Difidi. Lakini kabla ya lolote lile akarudishwa nyuma kwa dhoruba la Difidi. Wakati huo Lawi akarudi na kurudisha mapambano. Lawi alipambana sana na Moana akafanikiwa kupanda juu zaidi na kurudisha moyo wa Difidi. Baada ya pale Defide alifurahi sana na alirudisha kila kitu upya. Akampatia Maui silaha mpya na Moana boti mpya. Kisha wakarudisha wote nyumbani kwa pamoja. Moana anaungana na familia yake na wanakijiji wanamfurahia kama shujaa mpya katika kijiji chao kile. Siku kadhaa baadaye, Moana amekubali kupata nendo za uongozi kama baba yake na kuongoza kijiji kile kwa wema kweli kweli. Mzigo unaishia hapo. Shujaa wa Moana unafanya watu wasichoke kufia. Na hii ni Dani Movie Recap. Usisahau kusubscribe kushia komenti yako nasi, sababu tunajali sana maoni yako chao. till next time.